Of course tunaye Eddy Kenzo kutoka UG Uganda kule Kampala, mshikaji pekee ambaye amekuwa nominated kwenye tuzo za Grammy kutoka East Africa, baada ya kundi kubwa la wasanii kutoka Africa kutuma kazi zao kule Recording Academy kupigwa chini. Eddy Kenzo kwa mara nyingine, na hii inakuwa ni mara ya pili kuwa nominated kwenye ile category Best Afro Music Performance, na anatoa somo namna ambavyo amevikataa vishawishi vya record label kubwa ambazo zimekuja kumpa mkataba, na yeye mwenyewe ameamua kacha pembeni au kukaa pembeni na hiyo mikataba ambayo ilikuwa ni ya madau marefu ilikuwa ni ngumu kuweza kukataa, lakini kuangalia afya yake ya kariera yake, Eddy Kenzo anasema ilikuwa ni ngumu yeye kuweza kuaccept kwa sababu alikuwa amefocus mbali, agetolea baadhi ya artist kutoka Africa, of course, waliofanikiwa kushine kufanya vizuri na kushindwa pia kuweza kumaintain kwenye mkataba, akimtolea mfano Tekno, mkali kutoka Nigeria, ambaye alifanikiwa kuliteka soko la music Africa and even worldwide, lakini baada ya kuingia kusaini mikataba mikubwa na kampuni kubwa za music distribution kama vile Universal alidondoka na kushindwa kuweza kumaintain status yake na matatizo ambayo Tekno yalimpata, lakini pia artisti ambao walikuwa wakichipkia walionekana na hizo record label. Wakati record label zimejisogeza nao, artisti walikuwa wamefocus kwenye hela na kusahau karia zao, jikuta kidondoka kwenye wimbi kubwa la mawazo, stress, pamoja na matatizo ya afya, akili, kwa sababu waliona karia zao zinadondoka. Ndio sababu ya mpaka sasa hivi amegoma kusaini mikataba na kampuni kubwa kama vile Universal na Warner. Na anatosanua pia anasema aliwahi kupata offer kubwa zaidi kutoka Warner Music ya dola za kimarekani dola milioni moja ambayo ni sawa na bilioni mbili pointi kadhaa huko mbele, alipiga chini wa mchongo kwa sababu alikuwa ana focus kwanza na kari yake, na kulikuwa kuna kundi kubwa la watu ambao walikuwa kimcheki huko nyuma, na angeamua kuingia kwenye hiyo mikataba mikubwa, basi alikuwa anajipelekea matatizo makubwa, aidha kudondoka yeye kama artist wengine au kupotea kabisa kwenye ramani ya muziki wa Afrika, kwa sababu still yuko hapo on top, ndio maana nominated kwa tuzo za Grammy. Chukua somo la Grammy kutoka kwa Kenzo kutoka Uganda.